Zimetayarishwa vizuri nia yake nzuri, lakini zinakosa mwelekeo na kufikia ile target inayo inayotakiwa. Kwa nini? Kwa sababu sisi wenyewe hatuna in, hatujawa integrated kwetu. Kila mmoja anafanya kazi kivyake vyake, kila mmoja ana- anaji, anaona kwamba ah hii ni mimi lina mwenyewe Sio sio la kwangu. Sasa ukianza kufanya hivyo, maana yake hivi vitu vingi ndio hapo tunapoanza kuachana. Tutapeana semina hapa nzuri tu, tutaelewa lakini baadaye ana mwendelezo. Why? Kwa sababu kila mmoja anaona mimi hili ninalo mwenyewe wa kufanya na yeye ndiyo atakaiweza kuwajibishwa situwajibishwa mimi nasema haya ili sasa tuweze kuona kumbe kuna haja ya kushirikisha na sio kushirikisha tu, lakini kila mmoja aone kuna haja ya kuplay ile pati yake watoto, wa setu, ili ili kuhakikisha watoto au familia zetu aziingii katika hili jimbo la Afrika. Mimi naitwa Yusuph Kileo, mtaalamu wa usalama mtandao na uchunguzi wa makosa ya kidigitali. Unajua kabisa utandawazi unachangia kwa asilimia 87 ya mimomonyoko ya maadili katika mataifa yetu. Kwa nini? Utandawazi umechagizwa na ukuaji mkubwa wa teknolojia ambao umeisababisha dunia kuwa kijiji. Sasa kwa vile dunia isha kuwa kijiji, tuna, tuna, tuna, tuna, tunaingiliana sana tamaduni, desturi na mataifa yote duniani, na ubaya mwingine wa bahati ni kwamba watoto wamekuwa vile vile kwa uh, siku za hivi karibuni na matumizi makubwa sana ya tehama. Kwanza tumewekeza sana kama taifa kwenye, ma, kwenye mafunzo ya tehama kwenye ngazi ya mashule huko, nafikiri mmeona sekondari, msingi, lakini vile vile hata majumbani kwetu, mtoto akilia kidogo, simu ndio unampatia ili anyamaze. Mtoto mwenyewe akiingia kwenye simu, anajua YouTube iko wapi, anajua wapi atadownload application ya kucheza game, atajua wapi pa kucheza game na kadhalika. Yaani mpaka wakati mwingine wanatushangaza. Sasa, kutokana na hayo, watoto hao hao wanaweza wakakumbana na changamoto nyingi sana ambazo ziko kwenye mitandaoni ikiwa ni kudhalilishwa mitandaoni, kutapeliwa huko, kutoa ama kuvujisha siri za familia kupitia mitandaoni, kutokana na uwezo wao mdogo wa kufikiri ama kuchanganua mambo, mafataki wa mitandaoni huko kuwarubuni kuwa watoto na wakatuma picha zisizofaa na kadhalika. Kwa hiyo e, changamoto wanaweza kukutana nazo ni nyingi, na ndio maana basi kama nchi tukaamua kwamba sasa hivi lazima watoto wawekewe mkakati mahususi kuwalinda dhidi ya changamoto zote za kiusalama ama za kimtandao uh, ama za ukatili mitandaoni. Kwa majina ninaitwa Mwelinde Katto, ni Afisa Maendeleo ya Jamii Mkuu kutoka Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum. Uh, lengo la kampeni hii kabisa ni kwenda kuwaelimisha watoto, wazazi, walezi, walimu na jamii kwa ujumla kuhusu usalama wa mtoto mtandaoni. Uh, ili swala la mtandao uh, kwa Tanzania, Wizara kwa kushirikiana na shirika la UNICEF uh, tulifanya utafiti uh, ambao utafiti huo ulitolewa mwaka 2022 uh, ambao una, unaitwa utafiti wa hali ya ukatili wa watoto mtandaoni, na katika utafiti huo ilionyesha kuwa asilimia 67 ya watoto wa miaka 12 mpaka 17 wanaingia kwenye mitandao na asilimia 4 walishawahi kukutana na wahalifu mtandaoni, asilimia tano walishawahi kulazimishwa kutuma picha za utupu. Kwa hiyo tunaona hili ni tatizo, na hata kama takwimu sio kubwa sana, lakini ukiangalia watoto wengi wa umri huo wanaingia kwenye mitandao, maanake ni rahisi kukutana na watu ambao ni wahalifu ambao wanaweza kuwarubuni na kuweza kuwafanyia ukatili mtandaoni.